Kristo, karibu tena sasa, tuendelee kutafakari kuhusu Kanisa Katoliki na mafundisho ya wokovu kwa neema: mwanga kutoka waraka kwa Warumi. Katika karne ya kwanza ya Ukristo, wakati Kanisa Katoliki lilikuwa likianza kuota mizizi yake katika ulimwengu wa Kipagani na wa Kiyahudi, Mtume Paulo aliandika barua maalum kwa jumuiya ya waumini waliokuwa wakiishi mjini Roma. Barua hii inayojulikana kama Waraka kwa Warumi imekuwa nguzo ya mafundisho ya kanisa kuhusu wokovu kwa neema na imechangia sana katika kujenga mafundisho ya imani ya Kikristo kwa karne nyingi. Moja, maudhui ya kihistoria. Warumi walikuwa jumuiya mchanganyiko ya waumini, Wayahudi waliomwamini Yesu na watu wa mataifa waliogeukia Ukristo. Kulikuwa na mvutano kati ya wale waliotegemea sheria ya Musa na wale waliomwamini Kristo kwa imani. Katika muktadha huu, Paulo aliandika akiwa Korintho karibu mwaka 57 BK, akilenga kueleza wazi mafundisho ya msingi ya wokovu. Mbili, wote wametenda dhambi, hakuna aliye haki. Katika sura za mwanzo za waraka huu Paulo anaweka wazi hali ya mwanadamu mbele za Mungu. Anasema kwamba Wayahudi na watu wa mataifa wote wako chini ya dhambi na hakuna anayeweza kuhesabiwa haki mbele za Mungu kwa matendo ya sheria pekee. Kwa maana wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Warumi tatu, ishirini na tatu. Hili lilikuwa fundisho jipya na la kushangaza, kwamba wokovu sio matokeo ya juhudi binafsi, bali zawadi ya neema ya Mungu. tatu. Wokovu kwa neema kupitia imani. Paulo anafundisha kwamba mtu anahesabiwa haki si kwa matendo ya sheria bali kwa imani katika Yesu Kristo. Neema ya Mungu ndiyo msingi wa wokovu. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Warumi 3:24. Katika historia ya Kanisa, mstari huu umekuwa msingi wa mafundisho ya haki kwa neema justification by grace. Kanisa Katoliki limefundisha kwamba neema ni zawadi isiyostahiliwa, inayotolewa bure na Mungu, inayomgeuza mwanadamu kutoka hali ya dhambi hadi kuwa mtoto wa Mungu N Ibrahimu kama mfano wa imani. Katika sura ya 4, Paulo anamchukua Ibrahimu kama mfano wa mtu aliyehesabiwa haki kwa imani kabla hata ya sheria ya Musa kuwepo. Hili lilionyesha kwamba imani ni ya msingi kuliko mila na desturi za kidini, na kwamba wokovu upo wazi kwa watu wote, si Wayahudi peke yao. Tano, maisha mapya katika Kristo. Paulo anaeleza kwamba kwa kupitia ubatizo, Mkristo huunganishwa na kifo na ufufuko wa Kristo, na hivyo kuanza maisha mapya. Basi tumezikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti, ili kama Kristo alivyofufuka kutoka kwa wafu kwa utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Hii ni sehemu muhimu ya sakramenti ya ubatizo katika kanisa, sio tu ishara, bali ni kuingia katika maisha ya neema. Sita, Roho Mtakatifu na neema ya kuishi maisha ya haki. Katika sura ya nane, Paulo anaeleza nafasi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya Mkristo. Roho huyu huwezesha waamini kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu na kuwasaidia katika udhaifu wao. Kwa maana, sheria ya roho wa uzima katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Saba, misingi ya fundisho la kanisa Katoliki. Waraka wa Warumi umepewa nafasi ya kipekee katika katekizmu ya kanisa Katoliki, hasa katika mafundisho kuhusu uokovu kwa neema, kuhesabiwa haki justification, ubatizo kama njia kuingia katika maisha ya Kristo, nafasi ya imani na matendo katika maisha ya Mkristo, nguvu ya roho Mtakatifu katika kutakasa maisha ya waamini. Kwa karne nyingi, mababa wa kanisa wa theoloja kama msent Agostino, msent Thomas Aquinas na hata mtaguso wa Trento 1555, 1565, walitumia Warumi kama msingi wa kueleza kwa kina nafasi ya neema ya Mungu katika wokovu wa mwanadamu. Hitimaya ya kihistoria. Kwa mtazamo wa kihistoria, waraka wa mtume Paulo kwa Warumi si tu barua ya kale, bali ni msingi wa teolojia ya wokovu katika kanisa Katoliki. Unatufundisha kwamba wokovu ni zawadi ya Mungu inayopokelewa kwa imani, inayotekelezwa kwa upendo, na inayodumishwa kwa neema